Uh, na leo niko na ugeni mkubwa sana, nimetembelewa na mstahiki meya kutokea mjini Zanzibar ikiambatana na mkurugenzi wa halmashauri hiyo pale Zanzibar. Uh, lakini pia niko na mkuu wa idara mambo ya biashara pia kutoka jiji letu la Dar es Salaam uh, kikubwa kuja kuzungumza mambo mbalimbali ambayo nadhani ni fursa katika jiji letu la Dar es Salaam lakini pia mahusiano kati ya jiji la Dar es Salaam na, na Zanzibar. Kwa mi niseme tu kwamba um, karibu sana. Mm, karibu mkurugenzi. Dar es Salaam iko vizuri, Dar es Salaam kuna fursa nyingi, lakini pia najua Zanzibar hivyo hivyo tunavyo vya kujifunza na nyinyi mnavyo vya kujifunza kutokea kwetu. Kizuri kutokea Dar es Salaam ndio halmashauri namba moja, uh, ambayo inaongoza nchi nzima. Kwa hiyo mnavyo vya kujifunza vingi kutokea kwetu, lakini katika pia kuongeza mapato na ufanyaji mbalimbali wa kazi zetu za jiji, naamini na sisi tunavyo vya kujifunza vingi kutokea kwetu. Omi niseme karibuni sana na mjisikie mpo nyumbani, nashukuru sana kwa. Jina naitwa Kamal Abdulsatar, ni meya wa jiji la Zanzibar, kuja kukutembelea mheshimiwa, na pia kujadili mambo mawili matatu, hasa ukaribu wetu baina ya Zanzibar na Dar es Salaam udumishe ukaribu wetu, tutafute nyanzo ama tutafute ubora wa mapato zaidi, kila sekta inufaike kwa, kwa jiji lake, na nyanzo zipo. Tukae tuanze tujue wapi tunapoelekea na increase ya mapato yetu kwa haya majiji mawili Zanzibar na Dar es Salaam, tuhakikishe tuache alama kubwa sana na nyenzo zipo, bahati nzuri sote ni vijana, kwa hivyo tunaweza kujituma muda wowote, time yoyote kwa ajili ya nchi yetu.